Basi karibu sana asubuhi ya leo, Mungu wetu akubariki popote unaponitazama, unatazama ndoto TV, naomba Mungu wetu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka nichukue nafasi hii asubuhi njema ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutupea neema na kibali kuweza ku, kuona siku hii ya leo tuchukulii kwa mazoea wala kwa kwa kawaida, kwa sababu kunao wengi ambao wamelala leo hawakuweza kuamka. Kunao wengi ambao huenda wamejikuta hospitalini hawawezi kutembea, ama wamejihusisha kwa ajali. Lakini mimi pamoja nawe tuko na sababu maalum ya kumwambia Mungu wetu asante kwa sababu tumeweza kuona siku hii ya leo. Ningetaka ukaweze kuelewa hivi, mwana wa Mungu, ya kwamba sio kwa sababu ya uzuri wetu, sio kwa sababu ya matendo yetu mema, ni kwa sababu Mungu tu ametupendelea tuweze kuona siku hii. Kwa hiyo nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe popote ulipo, mwanandoto TV naomba